Jamani, taifa hili ni letu sote. Tusiangaliane kwa makabila yetu, tusiangaliane kwa dini zetu, tuangaliane kwa haki, kutenda haki. Kiongozi yoyote wa dini yoyote wa kabila lolote akiingia madarakani, sisi wengine tumunge mkono, lakini tuzingatie haki za wananchi na kuzingatia na kufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hofu ya Mungu, kama ni SDA mwe mwenye hofu ya Mungu akipigiwa kura akiwa akipigi diwani, maana yake yeye na uhusiano wake na Mungu utatusaidia kwenye kata hiyo, maana yake hata wadhulumu watu ardhi, hato, atakuwa ni mwadilifu kwa sababu ana hofu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kupiga kura, lakini Biblia inasema kura humaliza mashindano bila ya, ya ya ya kuimarika kwa nchi kisiasa moja, uh, matrix ambazo wanaangalia benki ya dunia wanaangalia IMF, wanaangalia uh, mashirika mengine yote ya kimataifa ni kuangalia je, hii nchi na ukomavu kiasi gani kwa idadi ya watu ambao, uh, kwa kulinganisha na asilimia ya wapiga kura wanatoka kwenda kupiga kura, na wale watu hapa tunao mamilioni ya watu kupitia mchungaji mmoja, askofu mmoja, nyuma yake kuna watu wengi sana, mtu ambaye hawajamsikia. Na wakati mwingine wakati mwingine tunakuwa tu hatu- hatuelewi, lakini tukipata fursa, watu wetu wakipata fursa ya kuwepo na ndiyo maana wakati mama mama yetu Samia alipokuja Mwanza, niliona maaskofu walikuwepo, niliona wachungaji walikuwepo, ii- ii- ililitia il, il, moyo sana kuona watu wanaenda kwanza kusikia na wanaposikia inafuatia sasa uamuzi wa kwenda kupigia kura kile ulichosikia. Na mimi naomba tusisitize waumini wetu waendelee kwenda kusikia habari zinazozungumzwa kuhusiana na uchaguzi wetu, hatimaye wajiandae kwenda kupiga kura. juu ya familia yangu, kama una ndoto juu ya maisha yako na juu ya familia yako na jamii yako lazima ufikiri tofauti juu ya kujenga ile future iliyo mbele yako, ili kusudi ndoto zako zitimie. Kwa mfano sasa, tuseme tunaingia katika uchaguzi, lipi jema, tutoke tutiki, a, tut, tutiki a, tut, tut, au tutoke? Basi unaamua tutoke. Ukishatoka, maraki ni kwamba ndoto zako unazivuruga, familia yako unaivuruga, jamii yako unaivuruga, hata wewe mwenyewe unajivuruga. dhoruba itakapotulia utajishona sana kujitambua tena pale ulipo. Tusidanganyane rafiki yangu, muuliza amesema ya kwamba hata kama una nyumba ya ghorofa bro, ikitokea vita hapa utakimbia, ache godoro lako na nchi nane, ukimbilie mlimani kuponya nafsi yako. Tusidanganyane, mwenye busara ufikiria. Mimi nataka kuwashaurini sana, ndugu zangu, ya kwamba tufanyeni ushawishi kwa yale tunayoona kwamba ni mema katika nchi yetu una uchaguzi. Kabla ya mambo yote, ukimukia mambo mengine ukaoma ukaoma, unapotea. Kabla ya mambo yote, dua sala, maombezi kwa ajili ya watu wote, na shukrani na watu wote, lakini zaidi sana kwa wafalme na wenye mamlaka. tunayoendelea nayo kuna siku ya yatapita lakini pia tusihame katika yale maono ambayo Mungu ametumtia na kwa sababu Mungu ametuita kuwa watakatifu na kusimamia hilo eneo, inabidi na watu wetu ambao tunawachunga katika makanisa yetu tusimame katika ile hali ya ushawishi, kuwaomba watu wetu au kuwashawishi kwamba watoke wakapige kura, na baada ya kupiga kula warudi nyumbani. Sisi wote ni wadau wa kulinda amani kwenye taifa wetu, ili kazi yetu ya kutangaza injili na kubogia Kristo iwe nyepesi na rahisi Tanzania na ulimwengu uh, nzima. Nchi yetu penga ya Tanzania ndio nchi yetu ambayo sisi tumezaliwa hapa Tanzania, hakuna nchi nyingine kabisa. Wanaotufata ni wengi sana, na tukiendelea kusimama imara, kwa sababu mara nyingi wengine na wanapoongea tu na ile wanasema muhemko lakini hajaangalia mambo ah, yaliyoko mbeleni kwetu.